Leo tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika jiji la Dar es Salaam kumefanyika mkutano wa wakuu wa vyombo vya habari pamoja na wahariri. Mwariri mtendaji nguli huyu ni Manyerere Jackton, anachambua huo mkutano wa waandishi wa habari ama wahariri wa vyombo vya habari mbalimbali ambao wameketi na wakuu hao wa vyombo kadhaa vya habari katika nchi ya Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Manyerere Jackton katika kurasa wake wa Facebook wanaandika kwamba uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na tano anachambua mambo kadhaa. Anaanza kwa kusema kwamba nimesoma azimio la wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi Tanzania kuhusu umuhimu wa kutunza amani kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano Anasema kwanza, ni wapongeze wakuu hao wachache waliothubutu au kuthubutu kuchukua dhima ya kuwakilisha vyombo vya habari nchini. Suala la amani linatuhusu Watanzania wote, na kwa hatua hii, ni jambo la kupongezwa. Manyerere Jackton anasema kwamba kwa kutumia haki yangu ya uhariri Napenda kutoa maoni machache mno kuhusu tamko hilo. Nasema, isivyo bahati, sisi wahariri, kama makundi mengine, tumeingizwa kwenye darasa la kuaminishwa kwamba wenye wajibu wa kulinda amani na utulivu wa taifa ni wanaotawaliwa tu, yaani wapiga kura. Matamko ya wanasiasa, viongozi wa dini, wagombea, wapambe wa, wa, wa vyama polisi na viongozi wa vyombo vya utoaji haki mara nyingi huonyesha kana kwamba jukumu la kulinda amani ni la wananchi pekee. Manyerere anaendelea kwa kusema kwamba azimio la wakuu wa vyombo vya habari lingepaswa kwenda mbali zaidi. Pamoja na kuwataka wananchi walinde amani, lingenoga kama lingewahimiza watawala na wasimamizi wa vyombo vya utoaji haki kutenda haki kwa wapiga kura na wagombea wote ili kuondoa malalamiko yanayosababisha uvunjifu wa amani. Manyerere Jackton anaendelea kwa kusema, tunakosea mno kuamini kuwa kulinda amani maana yake ni wananchi kukaa kimya hata wanapoona wanadhulumiwa, au haki zao za kuchagua na kuchaguliwa zikivunjwa. Anaendelea kwa kusema kwamba mathalani, tumeshuhudia visa vya mawakala wa baadhi ya vyama kunyimwa viapo, hivyo kukosa sifa ya kushiriki uchaguzi. Tukio kama hilo ndilo lililowahi kusababisha vurugu zilizochukua maisha ya msichana masikini, Akwilina. Tusipokemea dhuluma za aina hii tutakuwa hatutendi haki. Anasema, katika mazingira kama haya, azimio lingekuwa fair kwa pande zote, kuwaasa wananchi walinde amani, lakini pia kuzikumbusha mamlaka za nchi kutenda haki ili kuondoa manung'uniko ya dhuluma ambayo mwisho wake yanaweza kuwa chanzo cha machafuko. Manyerere anasema kwamba ingependeza iwapo ndani ya tamko hilo kungewekwa maneno ya aina hii: tunahimiza taasisi zote zinazohusika na usimamizi wa uchaguzi hususan Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya INEC, vyama vya siasa na vyombo vya ulinzi na usalama, kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unazingatia misingi ya haki, uwazi na usawa kwa pande zote. Anasema, bila kuweka msisitizo huo, tafsiri inayobaki ni kwamba wapiga kura wanapaswa kukaa kimya hata wanapoibiwa kura kwa kisingizio cha kulinda amani ya nchi. Ndiyo maana sasa wakuu wa wilaya, mikoa mawaziri mapolisi na watawala wote wanawafokea hao wanaodhaniwa wanataka kuvunja amani. Anasema tumekuwa taifa la uchoro, uchuro na kufokafoka kwa kigezo cha kulinda amani. Anasema wenye mamlaka watende haki ili wapate sababu za kuadhibu kuadhibu barabara hao wanaotaka kuvuruga amani na utulivu wa nchi yetu. Anasema kama walioshika mamlaka wanaona ni sahihi kudhurumu, kujeruhi na hata kupora haki za kiraia kwenye uchaguzi, basi wapiga kura wanaofanyiwa hivyo wasinyimwe haki ha hata haki yao ya kulia. Tena wakilia walilie wapi kama imani yao kwenye vyombo vya haki imekuwa haba? Ndio maana kumezalishwa kitisho cha maandamano. Anasema sisi wahariri ni mwimiri wa nne usio rasmi wa dola. Tunapaswa kuwa wakilainishi, yaani mafuta ya kupunguza msuguano katika misimamo ya kijamii na kisiasa. Nasema tutakuwa tunafanya kosa kubwa tukidhani wajibu wa wananchi ni kukubali lolote linalotolewa kwao, ikiwamo wizi wa kura au giriba, huku vyombo vya usimamizi wa uchaguzi vikiendelea kuhubiri amani bila haki. Anasema amani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya udhalimu. Haki ikitendeka, amani hujijenga yenyewe. Sema, naomba kuwasilisha. Manyerere JN, Oktoba 25, mwaka 2025. Baadhi ya wasomaji wake akiwemo Clement Magembe asema, kamanda, kwa andiko lako hili nakupongeza sana. Baba wa taifa letu Mwalimu Nyerere mara nyingi katika hotuba zake alisisitiza sana kutenda haki ili kutunza amani ya nchi anasema haki na amani ni vitu pacha, na ukiondoa haki hiyo amani haipo. Wanahabari tuache unafiki uliovuka mipaka na kutumiwa na watawala ambao wanatuimbisha mapambio ya amani bila haki. Jukumu la kulinda hii inayoitwa amani sio la kundi moja tu, yani wananchi. Wananchi wakifanyiwa ukatili na watawala na kisingizio ni kulinda amani, ni mambo ya kushangaza sana. Wananchi wakitumia haki zao kikatiba kujadiliana, watawala wanasema viashiria vya, vya, vya uvunjifu wa amani. Ukiongea ukweli ni mvunjifu wa amani, na ukiongea uongo unalinda amani. Kinacholindwa sio amani, bali ni utulivu tu. Kila mtu atende haki kwa mwenzake, na wimbo wetu mkongwe wa amani utakuwa na maana sana. Tofauti na hapo ni kujilisha upepo. Masi Kwame anasema huu ndio ukweli na ikumbuke kwa mtazamaji kwamba wengi wao wanaotoa maoni katika andiko uh, hili ni waandishi wa habari, lakini pia kalikawe wa kalinda Bagonza anasema kwani, Manyerere, heshima hiyo ya muhimili wa nne mlishaipoteza mlipoanza kuhaririwa habari na kupewa maneno ya kusema. Bora mngetumwa bila kupewa maneno ya kusema. Anasema Watanzania wana tatizo la na amani, wana tatizo la haki Wakuu wa vyombo wanapoteza muda kugombana na tatizo lisilokuwapo. Nasema wewe, silaha za kuvuruga amani ni watu wa serikali wanaotishia kuvunja watu miguu na kuwatia vilema, si wananchi. Ni vyombo vyetu. Tunaishi enzi za habari kukosa weledi na dini kukosa ushawishi, twende kwa nani? Yohana 6 mstari wa 68 huyu ni Askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza. Lakini Ngoko Innocent anasema akili kubwa. Riadi Daudi anasema Mwamba Chifu wa Kizanaki na kubali mshipa wako wa uoga ushapasuliwa kitambo. Kitabu Jeremia anasema tata, hakuna mtu mjinga nchi hii kwenye tasnia ya habari kama mtu anayejiita, si anamtaja hapo ali Mkombechi anasema, kwa upande wangu sina cha kuongeza, yaani umemaliza. Hongera yako mheshimiwa mwandishi. Nyamgomela God anasema, umetoa ushauri kwa hekima na busara, zaidi ni kwa sababu wewe ni mpenda haki. Haki huinua taifa, uovu kizidi taifa ugua. Haki ni zao la amani, bila haki hakuna amani. Bado hatujachelewa kama taifa kurudi katika mshikamano, upendo Nchi ni yetu sote, hatuna pa kukimbilia. Mungu wa mbinguni bariki Tanzania, wape hekima watawala wetu. Masiaga Mwita anasema hii busara na hekima ilikuwa wapi siku zote, inakuja leo wakati hofu vitisho vikitanda kote nchini. Ee Mungu tunasubiri mkono wako uingilie kati katika kutuletea pamoja. Azaveli Lwaitama anasema kwamba ubarikiwe sana mjukuu wangu mpendwa Manyerere Jackton kwa kuendelea kuonyesha kuwa wewe ni zao la elimu ya uraia ya enzi ya Azimio la Arusha la mwaka 1967 na mwongozo wa TANU wa 1971 na hata kurudi nyuma kidogo enzi Tujisahihishe, kitabu cha Mwalimu Nyerere cha mwaka 1962 tano na Raia, kijitabu cha Mwalimu Nyerere cha 62 pia. Amani ni zao la haki au walau matumaini ya haki. Asante kwa kutukumbusha mambo ya msingi ya kuwepo haki iliyotelekezwa tele, na watawala wetu. Joseph Dickson anasema, sina uhakika kama andiko hili limetoka kwa Manyerere Jackton. Kama kweli basi naamini binadamu badilika. Thomas Masilingi anasema nakubaliana kabisa na Manyerere Jackton kwamba kilio cha amani kisitumike kama kisingizio cha kufunika udhalimu. Amani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya msingi wa uovu, ubaguzi au matumizi mabaya ya mamlaka. Ni kweli kwamba katika kipindi hiki tumeshuhudia kilio kikubwa cha kulinda amani kutoka kwa watawala, huku wananchi wakibaki wanyamavu, lakini wakiwa na kiu ya haki, kama Manyerere alivyoeleza amani bila haki ni utulivu wa woga, si utulivu wa imani. Ninaungana naye katika kusisitiza kuwa taasisi za uongozi, vyombo vya dola na wasimamizi wa uchaguzi lazima warudie misingi ya uadilifu, usawa na ukweli. Haki ikitendeka, amani hujijenga yenyewe. Wananchi si adui wa amani, bali ni wahanga wa mifumo iliyotenda haki isiyotenda haki. Tunaposema tunataka haki tunamaanisha tunataka amani ya kudumu, amani isiyohitaji kulindwa kwa vitisho bali inayojengwa kwa uaminifu. Nasema tunaungana na Manyerere katika wito huu wa kizarwendo, turejee kwenye misingi ya haki, uadilifu na heshima ya mwananchi. Tukitenda hayo hatutalazimika kuhubiri amani kwa sababu amani yenyewe itajenga taifa letu. Daudi Mwanambulumi asema asante sana Manyerere jackton Majong... Goro Gereja asema siku kwa haya alaumiwe Nyerere kwa kutuachia katiba hii na kutuachia mwenyekiti na hapa, Levina Richard anasema hapo umenena. Emmanuel Lisinya anasema nakubaliana, baba, andiko lako limeshiba, limeshiba nyama. Gaspar Makongoro anasema naomba kushea. Dainess Abdara Abraham anasema ubarikiwe Chazi mateso asema na kuunga mkono kamanda haki kwanza amani lazima ije pasipo haki hiyo amani hakuna tupige kelele haki haki inaibeba amani Thomas Misana anasema umenikumbusha mbali sana wakati ule tunasoma wewe ukiwa kaka mkuu shuleni maana ulikuwa unatoa point tu tukiwa parade hongera Jackson, Jackton. Blackton Chalamila anasema mwanahabari pekee unayejitambua ngera sana kwa msimamo wako wa kusema ukweli daima. Jakobu Marihoja asema ndiko kutoka kwenye akili kubwa. Deo Kayoga Ko Koyanga Temba asema shikamo bosi Manyerere, wewe hubadiliki, Manyerere yule yule mwenye misimamo. Ndiyo inatakiwa hivyo, uwe CCM lakini ubaki kuwa na msimamo wa ukweli. Si kila anayetamka haki au kutetea haki ni mpinzani au ni Chadema. Hongera sana. Rizanaki anasema tata ugambiri mahene kabisa, na huu ndio ukweli wenyewe. i appreciate Rashid taka anasema umenena bila uoga. nilikuwa na biki zee wakati hao wanaojiita watoto tamko, watu wa tamko wanatamba na kuonyesha kuwa Tanzania hii ni yao peke yao. wameonyesha kiburi na majibu jivuno sana hadi hiyo ni, kiz... ni kizee wetu akauliza, hivi hawa ndio mawaziri? Mmoja kati yetu akasema hapana, ila wanatafuta uteuzi. Ni moja kati ya makundi hatari sana ndani ya Tanzania. Tunaendelea kuhubiri uwajibikaji, haki na amani kuelekea uchaguzi. Twendeni tukapigi kura tarehe ishirini na tisa. Hapa maoni ni mengi kweli kweli, yanaendelea kutiririka hapa, akipewa kongole na uh, ongera ndugu Jackton Manyerere, mhariri mkongwe katika nchi ya Tanzania, baada ya kutoa uchambuzi wake huu wa tamko la baadhi ya wakuu wa vyombo vya habari ambao walikutana leo jijini Dar es Salaam na kutoa ilo tamko ambalo amelieleza katika andiko lake hili la uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili la ishirini na tano huku akitoa maoni mbalimbali, lakini akisisitiza kuhusiana na haki kwamba isiwe swala la kuogopwa na haki na utunzaji wa amani lisiwe la upande mmoja, yani kwa wananchi pekee, bali liwe pia kwa watu wenye mamlaka kutenda haki ili amani idumu. Wewe una mtazamo gani? Karibu kwa mtazamo wako, lakini nakutakia uwe na wakati mwema.